E, bwana Konde Boy e, kama ilivyokuwa kawaida ni mmoja kati ya wasanii ambao huaga wanazungumza vitu vingi sana ambavyo huaga vinawahusu wadau mbalimbali mbali. Na hivi karibuni bwana, kama unavyoelewa, akiwa kama kioo cha jamii na pia vilevile vile mziki wake unakuwa kama ni funzo au pia vilevile vile at the same time unatoa elimu na kuburudisha vilevile, sasa amekuja kupromoti nyimbo yake kwa mara nyingine tena kupitia kurasa wake wa Instagram na this time around, bwana ameweka ujumbe ambao huu bwana ni ujumbe moja kwa moja kwa yeyote yule ambaye anaingia katika mahusiano. Hivi karibuni ngoma ya Harmonize mpya kabisa e, inakwenda kwa jina la Friend Zone, ambayo yenyewe bwana ameshirikiana na kijana ambaye alikuwepo katika rekodi yake hapo zamani anayefahamika kwa jina la Ibra. Kwa hiyo Harmonize bwana amemshirikisha Ibra katika track yake mpya kabisa, lakini pia kikubwa zaidi ambacho kimemeke headline huko mtandaoni baada ya Harmonize kumshirikisha Ibra ni kwamba Harmonize bwana ameelezea kuhusiana na nyimbo hiyo, dhumuni la yeye kutoa hiyo nyimbo ilikuwa ni nini hasa. Ameelezea mazito kweli kweli kwamba sababu ya yeye kutoa wimbo ambao umekwenda kwa jina la Friend Zone e, ni kwa nini maana halisi ya friend zone bwana kwa lugha ya Kiswahili nyepesi kabisa e, ni kwamba ni rafiki au urafiki. Harmonize bwana kupitia kurasa wake wa Instagram leo amekuja kuweka ujumbe akiwa kama vile ametoa ushauri kwa wadau mbalimbali ambao wanaingia katika mahusiano. Amewapa ushauri kwamba si jambo la busara sana kuingia katika mahusiano moja kwa moja pale unapopata mtu ambaye unahisi kwamba mnaweza mkaendana katika swala hilo Jambo la busara zaidi kuanza kwanza na urafiki and then, baada ya urafiki ndipo mambo mengine ya mapenzi au mahusiano ya kimapenzi ndiyo yafuate. Harmonize bwana ametoa ushauri huo kwamba kabla hujaingia katika mahusiano ya kimapenzi, basi hakikisha kwanza, e, kwanza unaanza kuwa hakikisha kwanza mnaanza kuwa marafiki then, baada ya hapo sasa ndipo mambo ya mapenzi yaje baadaye. So huo ndo ushauri ambao Harmonize Konde Boy bwana ameutoa kupitia ukurasa wake wa Instagram mara tu baada ya kuposti kwa mara nyingine tena kuhusiana, eh, na sakata zima la mahusiano na wimbo wake ambao umetoka hivi karibuni ambao unakwenda kwa jina la Friend Zone. So Harmonize bwana katika ukurasa wake wa Instagram ametoa wa ushauri huo akiwa ameandika kwamba anza kwanza mwanze kama kama marafiki, anza kama marafiki, mapenzi yatafuata mbele. Alafu kwenye ufafanuzi hapo kuna page hapo imekuja imefafanua wakiwa ameandika kwamba, Harmonize ameandika ujumbe huu eh, kuwashauri vijana eh, wa kizazi hiki kuhusiana na kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi ni kipindi cha na amesema eh, kwamba kuhusiana na kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi ni kipi cha kuzingatia. Yaani Harmonize ya ametoa ushauri kwa kizazi hiki kipya bwana e, pale wanapotaka kuingia katika mapenzi ni kipi cha kuzingatia. Harmonize bwana ameandika kwamba kama ikitokea e, umemwona mtu unaye unayedhani kwamba unaweza kuwa naye katika mahusiano yani, mkawa wapenzi na mkapanga malengo, basi huo basi hilo ni kosa kubwa sana. Narudia, ni kosa kubwa. Harmonize akaendelea akiwa ameandika kwamba anzeni kama marafiki kwanza, hasa kwa kizazi hiki E, maana kwani mkianza kama marafiki mnafungua sehemu ya mahusiano yenu, yani features za kipekee kabisa ndani yenu kwa kila mmoja. Sasa basi mkivuka mstari huo wa urafiki na kutaka kuwa zaidi ya marafiki ni kama vile kuboresha tu e, mchezo, yani ni kama vile tu ku upgrade, alafu uta, alafu ukatarajia zile features maalum ziendelee kuwepo kwenye toleo jipya. Akaendelea Harmonize kusema kwamba isikilize hadithi yangu, then nitarejea baadaye. Ni yaani, Harmonize bwana alikuwa anataka kuwapa feedback wadau kwamba wakisikiliza wimbo wake ule wa friendzone kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini kikubwa zaidi ni kama vile ushauri kwa vijana kwamba kabla hujaingia katika mahusiano ya kimapenzi, basi moja kwa moja inatakiwa kwanza muanze kama marafiki. Sasa hicho kipindi cha nyinyi kuwa kama marafiki kabla ya mahusiano ndo kinaitwaga friend zone <muchos> hilo ndo jina la wimbo ambao Harmonize ameshirikiana na Ibra. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo wadau. Mbalimbali, kama ilivyokuwa kawaida, wamekuja hapa kuweka maoni yao katika comment section kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekishauri kwa vijana kwamba kabla hawajaingia katika mahusiano ya kimapenzi bwana, ni jambo la busara sana kwanza wakawa marafiki, and then baada ya kuwa marafiki sasa ndipo mambo ya mapenzi yanakuja huko baadaye. Eh, hapa kuna watu wamesema kwamba bwana, mbona yamemshinda, mbona ya yeye ya mwenyewe hayo mapenzi? Kuna mtu hapa amekuja amecomment hivyo akiwa anauliza kwamba kama Harmonize yeye anayajua hayo yote kuhusiana na mambo ya mahusiano ya mapenzi, imekuwaje yeye mapenzi kila siku yanamshinda? Eh, maana vijana wengi sana bwana, wanadai kwamba Harmonize, bwana, katika wasanii ambao wanawachwaachwa na wanawake au ya wana, mahusiano yao hayadumu, basi yeye ni mmoja wapo kwani amesha kuwa na wadada wengi tofauti tofauti lakini at the end of the day eh, huwaga wanamwacha solemba. Mwingine huyu hapa amekuja kuuliza the same thing na yeye pia amekuja amecomment hapa amesema kwamba bwana mbona yeye eh, mwenyewe pia eh, amemshinda. Hakuna mwalimu wa mahusiano, labda Mungu peke yake there. Comment nyingine ni hii hapa amesema kwamba bwana Harmonize sasa hivi anashindwa kuongea Kiswahili vizuri, anakisahau kabisa. Mwingine amekuja amecomment amesema, bwana, mbona yeye mwenyewe pia mapenzi inaonyesha wazi kwamba yanamsumbua wa na sasa hivi hana mtu, inakuwaje anakuja kushauri vijana wengine kuhusiana na mambo hayo? So kwa kifupi ni kwamba wadau wengi sana hapa wamekuja ku comment wameweka comment hizo hizo ambazo zinafanana, wakiwa wanamjaji wanaharmonize kwamba mbona yeye pia eh, swala la mapenzi yeye pia inaonyesha wazi kwamba yamemshinda, alafu anakujaje sasa tena kuja kutoa, eh, ushauri kwa vijana wengine kuhusiana na mambo hayo ya mapenzi. So it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe pia, tuweke maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.